Kundi hilo lilikuwa ni kubwa zaidi ya watu mia moja walikuwa ni vijana na wengine kidogo wa makamu, lakini walifika kwenye jengo wakaanza kulishambulia kwamba hili jengo ni la Chama cha Mapinduzi. Mimi nikawaambia vijana, hii mali iliyomo ni mali ya wazazi wenu, ni mali ya ushirika, na niliileta mchana kweupe, nikatoa gharama fuso nzima, mkateremsha bidhaa, tukaingiza humu, tumeanzisha chuo cha kufundisha cherehani vyuo vya kompyuta welding ni kwa manufaa yenu. Jibu alilo jibu, Chama cha Mapinduzi, tunachoma hii ofisi ni ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi haisikilizi shida zetu wala haitatui matatizo yetu. Kwa kweli roho iliuma sana, bidhaa ilikuwa ni nyingi, mali nilikuwa ni nyingi ndani ya ile nyumba nikamwambia ni haki gani mnaotaka, niwe mfanye nini mtendewe? Wakaniambia mzee toka. Wakawa wametoa nini mapanga, kipindi cha wanabomoa nini mlango. Nikatoka nikasimama pembeni. Baada ya kubomoa ile nyumba, makufuli ya ndani yalishindikana, wakapiga dirisha, wakaingia ndani. Walivyoingia ndani viberiti, mvua ilikuwa inanyesha, wakasimamisha pikipiki. Kijana mmoja alitoa pikipiki akavuta mafuta akatoa akawapa wale wa ndani, wale wa ndani akawa ametoa na kiberiti cha gesi. Sasa nikamwambia jamani, msichome basi, mnipe nafasi nifanye nini, nitoe. Akaambia, mzee toa, wakati wote tunaweza kuua, tunachoma mali, serikali ya chama cha mapinduzi itakulipa kwa sababu haisikilizi shida zetu wala haitatui. Sasa hilo tokeo, ikabidi wakachoma walichoma kwa ndani, nyumba ikawaka moto, mali zote na zingine walizokuwa wametoa. Kompresa wakawa wameivuta, wameweka barabarani, wakaanza kupiga nyundo. Sasa mtazamo wa ile maandamano walikuwa hawana mabango, lakini ukiangalia kiundani, wale vijana, narudi kule kule, tunakuwa vijana kama vile, kwanza walilalamika ajira, ajira Nyamongo kwa vijana inasumbua sana kampuni haiwatendei haki, hususani wananchi wa kijiji cha Nyamongo, hususani mikoa yote Tanzania. Kuna vurugu kubwa kuzidi hata ya silari silari, tunaweza kuuita kwamba ni mgodi kwa sababu ile ni hautaisha mpaka mpaka mwisho wa dunia, lakini mimi nasema makampuni pembezoni mwa mikoa zote zinazochimbwa dhahabu yanaashiria vurugu ya kuvunja amani, sababu haisemwi. Cha kwanza, makampuni yanazulumu wananchi kwenye upande wa kuthamini mali zao zile wanazozikalia, tathmini zinafanyika kama mfano Nyamongo, alafu baada ya miezi sita, ile tathmini inafanya nini? Inayayuka, alafu kampuni inachukua yale maeneo inafanyia kazi. Wewe leo hii, baba yake akahamishwa pale, kazulumiwa ametoka wanataka kuniambia atakuwa na na amani na serikali inayomwongoza zote, kwa sababu viongozi wameshirikishwa, kampuni imeshirikishwa. Hilo serikali mimi naiomba ifanye tathmini kwenye mikoa zote zinazozungukwa na migodi, watakuta kampuni ndiyo chanzo cha kusababisha migogoro kwa ajili ya kudhulumu mali za wananchi na kutokuwatendea haki vijana kwa, kwa ajira ajira migodini, mfano Nyamongo, hazipo. Unaambiwa tunataka mtu aliosomea udreva wa dampa. Tanzania hapa chuo cha kuendesha madampa kiko wapi kama sio wao wanaoitoa? Ukienda pale wanachukua mtu wa Arusha, mtu wa Mbeya, lakini wa pale hapati nini? Ajira hilo walilitamka. jambo la pili, naishauri serikali kwenye ushauri wangu wa kudhibitisha jinsi lile kundi lilivyosema serikali ya Chama cha Mapinduzi haitatui shida, ni kweli, shida ya kusikilizwa. Tuna amani, amani bila haki, amani haitakuwepo. Umri wangu sasa hivi ni miaka sitini na moja, kwa hiyo ni tangu mwasisi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mwalimu alikufundisha chama legelege huzaa serikali dhaifu. Udhaifu uko kwenye kutatua shida za Watanzania. Mimi nitalisema kama mwenyekiti wa chama cha ushirika, na chama cha ushirika ndiyo baba wa chama cha mapinduzi. Nendeni mkafanye tafiti. Mwalimu Nyerere alipokwenda yunioni, alibeba pesa kwenye, kwenye benki ya ushirika, akaenda kupigania uhuru. Kwa hiyo sisi kama vyama vya ushirika lazima hili tuliseme zaifu utazaa serikali legelege. Kwa hiyo cha kufanya tunamshauri, tunaomba mpeleke huu ujumbe, serikali isikilize shida. Ikishasikiliza hiyo haki ya kusikilizwa, lakini hatuna haki ya kutekelezewa. Leo haki ya kusikilizwa ipo, lakini ya kutekelezewa haipo. mahakama shida ya kusikilizwa ipo lakini ya kutekelezewa haki yako haipo. Hospitalini na wenyewe ni vile vile. Kwa hiyo tutangulize haki ya kutekesikilizwa iwepo, haki ya kusikilizwa kile tunachokilalamikia. Kwa mjumbe huu umfikishie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, tunaomba haki ya kusikilizwa tusikilizwe shida na watutatulie shida. Hawa vijana sidhani kama wataandamana. Walioniambia ni mengi, lakini kwa upande wa mgodi chanzo ni kutendewa haki ile. Kwa mfano wanasema mwenyeji njoo, mwenyeji ufanye nini upone, lakini Nyamongo mgeni njoo, mwenyeji uteseke.